Uda ni, ni baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kupata bao la pili. Hamasa ni kubwa, watu wameinuka kweli kweli. Matumaini ni makubwa hivi sasa kuweza kushuhudia mnyama anaweza kutoa taji hili. Steven Dese Mukwala Wow, fao ya moja kwa moja mbao imepigwa kutoka kwa Jashal Ahwa, tushuhudie na kutazama. Je, yeah, mambo yatakuwa vipi? Tunaripoti kutoka kutokea hapa maeneo ya Mwembe Yanga, sehemu ambayo imewekwa maalumu makususi kwa ajili ya kushuhudia eh bana. Hii ni Chapesa Media tunakuhabarisha kutokea hapa Mwembe Yanga, na bado kuna, eh, kuna utata goli, eh, mwamuzi ni kama nasikiliza maoni kutoka kwenye view, kwenye chumba cha VAR sisi Chapesa Media tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa tunakuhabarisha kile ambacho kinaendelea hapa na umati unaouona wote ee, ni ambao wamejitokeza kuhakikisha kuwa wanamuunga mkono mnyama Simba Sports Club. Aggregate ni mbili, mbili. hivi sasa bana nikwambie tu, wanasema hili tunabeba checking VAR kama ambavyo unavyoweza kuona na kama kuna ukakasi hivi ni kama Desi Mkwala alikuwa mbele. Eh, bwana tushuhudie na kuona nini kitakuwa. Shauku ya wengi ni ni kuona kamba linawekwa katikati. Lango jina ni Jiva Osman. Eh, bwana nitakuwa nawe mwanzo mwisho. Hapo kama ambavyo unaona anafanya mawasiliano katika vyumba cha VAR. Na tunashuhudia timu za Kiarabu. Tunaona e, ukashangaa mkono wa refa ukawekwa juu. Nikwambie tu. Shikilia hapo hapo na tunaendelea kuwahabarisha yale ambayo yanajiri